Kutokwa na damu nyingi wakati wa hedhi ni dalili ya mvurugiko wa homoni mwanamke unapotokwa na damu nyingi sana wakati wa hedhi, kuna hatari wa kupoteza damu nyingi na kuhatarisha uhai wako. Kwa kawaida, mwanamke unatakiwa upate damu ya hedhi siku tatu mpaka siku tano na si zaidi ya siku saba. Kwa kawaida, tunakadiria mwanamke hupoteza kiasi cha damu cc 20 mpaka cc 60. Bomba hili nililokamata ni cc ni 60. Kwa maana hiyo, kama wewe unaingia hedhi siku tano, kila siku utakuwa unapoteza damu cc 12, nikimaanisha kwamba tunakadiria ubadilishe pedi mara mbili kwa siku kama pedi yako ina wastani wa kufyonza damu cc 6 mpaka cc 10. Kwa maana hiyo, kama wewe inakulazimu kubadilisha pedi zaidi ya mara tano au mpaka unalazimika kuvaa pampasi, hiyo inaashiria kwamba wewe una tatizo katika mwili wako linaloathiri homoni zako na kuathiri mwenendo mzima wa namna mwili wako unavyotakiwa kupata hedhi. Ufahamu ya kwamba hedhi inatokana na kizazi kinapojisafisha. Ukuta wa kizazi hujengwa kila mwezi na homoni zinazotengenezwa na ovary. Sasa endapo una magonjwa yoyote yanayoathiri namna mayai yanavyokomaa, hali hiyo inaweza ikasababisha wewe kutokwa na damu nyingi kwa sababu ya ukuta kujengwa mnene kupita kiasi au kupungukiwa na homoni za progesterone ambazo huzuia ukuta wako usimongonyoke kwa muda mrefu. Magonjwa ya lishe ni moja pia sababu ambayo huchangia kuathiri namna mayai yanavyokomaa na namna ukuta ambavyo unatakiwa kujengwa na kubomoka mwili kuwa katika msongo wa sumu za vyakula, hasa vyakula vya kukaanga. Umekula chipsi, umekula mandazi, umekula kuku. Vyakula vingi vya kukaanga huingiza sumu tunazoziita free radicals. Sumu hizi huenda kuathiri mwenendo, namna mayai yanavyokomaa, namna ambavyo ukuta unatakiwa kujengwa. Watu wengi huwa wana fikra potofu ya kwamba kuwa na uvimbe katika kizazi huchangia wao kutokwa na hedhi nyingi, lakini ni kwamba kile kitu ambacho kina athiri namna mayai yanavyokomaa huvuruga homoni na kusababisha ukuota kwa uvimbe katika ovari zako. Hivyo uvimbe katika kizazi ni moja ya dalili pia ya mvurugiko wa homo.